E, so yes, asante sana na upande mwingine kule, tukaendelea kwenye upande wa madam pale uh, nafikiri kwenye hii movie amecheza na e, kama nani? Yes. Yeye kama nani? Uh, yes kama kama amecheza mke wake Pascali. Kuna maeneo gani? Pia nazungumza simu yake. Yes, msani mwenye upo wako. Hebu niambie scene ambayo ulicheza wewe wakati huo hapo pa ulipo. Naweza kuambia stand by, serious, action. Tuko kwenye movie ambayo wewe umecheza. Ni scene yako ile ile. Tongea. Kipande mtu nimeuawa. Yes. Eh, kipindi gani kile kipande ambacho ulipewa? Ah, si kwa una shoot maneno hayo ambayo ulipewa wakati unamwambia huyo ambaye uko naye. Eh? Au nadhani kama muongoza. Yes. Sasa hapo hapo ni kuongoza. Hebu

Nini sasa? Mimi wangu ni simamu hivi makali. Bana acha kujiwekeza. Nenda kamaangalia kwanza hiyo kwanza. Sawa mimi wangu. Haya, tuweza kusema kwamba kati kati kubwa sana. Yeah. Ah, nafikiri kwanza makofi mengi sana kwenu. Mimi yeah. Sana sana sana. Uh, eh, lakini yeah. Pia itakuwa hatua ya fadhila makofi mengi sana kwa meneja wa yeah. Mtama FM Radio Ankumudi Ankalimu Bakari. Yes. Lakini chakwa makofi hayatoshi. Kama kutokupongeza uongozi wa halmashauri yetu ya Mtama. Yeah. Yes. Okay. Ni kama ulivyosikia kwamba wasanii yetu ndio hao kupitia ni uigizaji wa movie, ni vizazi vya nyumbani Mtama, halmashauri ya Mtama ni wapo, lakini pia wanakaribisha wasanii wengine kujiunga kwenye hilo kundi, kama kiongozi pia. Mnahitaji wasanii wengine waweze kuongezeka au mnatosha wenyewe? Ah, nafasi bado zipo tena nafasi bado zipo nyingi sana. Yes. E, kwanza ukiangalia sisi ndo tunaanza ndio. Ndio. Eh, alafu e, kuna watu wanao wani wana vitu lakini wapo tu kwa mtaani yeah. tuna imani wakija hapa tukashirikiana nao Naweza tukapata kitu kizuri zaidi ya hiki ambacho tunakifanya. Kwa hiyo nafasi bado ipo, yeyote yule ambaye yeah, anaweza kufanya hiki kitu basi tunamkaribisha, yani aje kuungana na sisi. Hebu niambie hapo eh. Yeah. Niambia nini mashabiki ambao sasa hivi nataka tuanze kuzindua wote, na wale mashabiki wote wako ndani ya Mtama, nje ya Mtama, ndani ya mkoa wa Lindi na nje ya mkoa wa Lindi na Tanzania mzima, kwa sababu nataka tuende kwenye mawingu. Ulimwenguni. Nini unachowaambia? Aa, mimi kama director Maxi wa ile movie ndio kwanza nitoe shukrani kubwa sana kwa Mtama FM. Ndio unajua aa, hivi vitu kiukweli huko mwanzo havikuwepo, kwa hiyo sasa umetusogezea, kwa maana ya kwamba mmetuletea fursa na hizi fursa kama wasanii natakiwa tuzitumie. Kwa hiyo kwa mashabiki zetu tunachokiomba ni kwamba baada ya kuzindua hii, hii movie yetu ya hiyo tunaomba sana support zenu, kwa maana ya kwamba uh, kusubscribe na na na n na, unajua, yes. uh, sisi ni watu ambao ndio kwanza tunaanza, kwa hiyo maanake mmini unapo uh, chochote kile naweza kan kukosoa hata kupongeza pia inatakiwa, kwa sababu ukikosoa uh, unatufanya sana wetu unatufanyaanshabikieuweza kusubscribe hapo kwanza namba zetu na na kwa kwa mm, ambazo unaweza kutupigia kwanza ni sifuri sita ishirini na mbili sifuri sifuri sitini na nne themanini na saba. Narudia sifuri sita ishirini na mbili sifuri sifuri sitini na nne themanini na saba. Nyingine ni sifuri sita themanini na sita mia tatu mia tisa na sita sifuri sita themanini na sita mia tatu mia tisa na sita ukiwa Asante. na lolote ya kuzungumza yes. Labda kama wewe ni msanii unataka kuingia kwenye hiki kikundi, unapiga hizo namba, au kama labda umeitafuta hiyo mungu umeshindwa kuipata, utapiga hiyo namba, tutakuelekeza jinsi gani unaweza kuipata. Asante kabisa, nashukuru pia sana, asante kwa kukuja yeah. Uh, na sasa hivi ni kwa mujibu wa saa yangu hapa inasema eh, saa nne na dakika hamsini na nane. Hakuna saa yenye kasoro ah? Yeah. Ah, hiyo ndo saa yenye kasoro okay. Ndo ni saa nne, na, na, uh, yeah, na dakika 59 na sekunde 49 bado, ile ikifika saa tano yani bado bado ni saa moja yeah, saa moja na dakika moja yes, tutakuwa kwenye mawingu yeah, yeah, yeah. Lakini pia wengi wakitumia wengi, nikiwa kwenye kipindi hiki ambavyo vipindi vyangu vyote wakisikia kwamba nikizungumza vipindi hivi, kwa mfano na wapi kwenye magazeti lazima niseme mwishoni kabisa, eh, niko na director Chede. Yeah. Kwa hiyo najiuliza ni kwa nini na nataja na, na hili jina ya director Chede kwamba atumia da, hebu tuambie kwanza kule. Kwa nini nataja hiyo kitu? Bwana, pale kwenye katika vipindi vya MC Chawa pale, kama ukisikia director Chede, kuna channel yetu pale ya YouTube ya MC Chawa, tunarusha taarifa zote za kijamii na taarifa zote ambazo zinapatikana pale Mtama FM. Ile channel mimi ndo ambaye naiongoza MC Chawa nahakikisha tunarusha taarifa zinakufikia wewe mwanajamii, zile taarifa ambazo zina mashiko atuvuki mipaka. Tunahakikisha kila taarifa inayotoka tunakutumia pale. Mimi director Chede ndo nasimamia hicho kitu, nikiungana na MC Chawa hapa na Mtama FM. So kwa kweli nashukuru sana uongozi wa Mtama FM kwani wananiheshimisha, wananiheshimisha sana, wakizingatia mimi mtoto hapa nyumbani japokuwa kuna wengine wanasema wanasema ona nini sijui nini utafika, yeah, wapi nini, maneno yanakuwa ni mengi ya kukatishana tamaa, lakini mimi nampiga moyo konde.